Assalamu alaikum wa rahmatullah. Katika klasi iliyopita tulimalizia katika sehemu hii hapa, types of verbs, aina za verb. Tukasema kuna uh, main verb hiyo hapo, kuna uh, be verb na auxiliary verb. Tukisema main verb, Mrs na Mr, main verb maana yake ni vitenzi vikuu, be verb vitenzi visaidizi, na auxiliary verbs Bivabu, vitenzi vishirikishi, samahani. Na auxiliary verb ni vitenzi visaidizi, au kwa jina lingine vinaitwa helping verbs. Haya, ah, tukianzia na hii main verbs. Main verb kwa jina lingine inaitwa lexical verbs. Ukisikia lexical verb jina hili hapa pia ujue kama hizo ni main verb, manake ni vitenzi vikuu. Katika definition yangu mimi nasema hivi main verbs, in my view, katika upande wangu mimi nasema hivi main verb, vitenzi vikuu ni vile ambavyo vinaweza vikasimama peke yake katika sentence na vikatosheleza maana ya sentences. Nimeandika hapo in my view I can define main verbs as a verbs which enough itself to fulfill the meaning of sentence. Kwa upande wangu ninasema hivi main verb ni zile verb ambazo zinaweza zikasimama peke yake kukamilisha maana ya sentences Main verb can stand alone in a sentence, inaweza likasimama peke yake katika sentence. Mfano wa verbu hizo ndo niliziandika hapa: eat, play, walk, dance na kadhalika. Naam, nikatoa na mifano hapa chini, mifano katika sentence, sentence tunazoziona. Mfano sentence ya kwanza imeandikwa vipi? Imeandikwa I know English, najua Kiingereza. Verbu iliyomo katika sentence hii ni verbu moja tu. Verbu yenyewe ni nini? Ni hii know kujua na katika sehemu ya pili nimeandika verb I am playing football, maana yake ninacheza mpira saa hii. Verb iliyomo ni moja tu, play verb, maana yake main verb ni moja tu, ni hii play. However, hapa pana verb mbili, na hii hapa am um. Lakini tumeshasoma katika personal pronoun kule, kama ni verb hiyo am um, ya mwisho ni they are eating biryani. Verbs zipo mbili lakini verb kuu main verb, verb ambayo katika sentence maana yake verb. Main verb ni verb ambayo isipoingizwa katika sentence, sentence hiyo maana yake haiwezi kukamilika, au itakapokuwemo katika sentence peke yake inaweza kukamilisha maana ya sentences. Main verbs zipo za aina mbili. Main verb zimegawika katika sehemu mbili, ambapo zimegawika katika sehemu ya kwanza inaitwa regular verbs na irregular verbs. Tutakuja kuangalia hapo chini regular verbs na mifano yake na irregular verbs na mifano yake katika kipande kinachofuata insha Allah.